Kila mwaka huwa kunatolewa orodha ya nchi zenye furaha zaidi duniani, ambapo wanaangalia nchi zote na wanazirank katika kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho, na wanakuwa na sababu zao. Sasa hii hapa ni orodha mpya. Eh, kwenye stori iliyopita Bahati amekwisha kuelezea kwamba Finland ndio nchi ambayo inaongoza kwa kuwa na furaha zaidi. Na katika top 10 namba moja ni hiyo Finland inafata Denmark, inafata Iceland, nne Sweden, tano Netherland, sita Costa Rica, saba Norway, nane Israel, tisa Luxembourg kumi Mexico, alafu zinafuata Australia, New Zealand, Switzerland, Belgium na zingine huko Marekani. Uh, taifa kubwa hili bila shaka unataka ujue ni ya ngapi? Ni ya 24, alafu iko chini ya Uingereza, kuna Ujerumani juu hapo, alafu zinafuata Poland, Taiwan, Uruguay, Kosovo na zingine. Sasa tuangalie uh, katika hizi nchi zetu hizi, ambapo naamini watu wengi wana hamu sana kujua Tanzania, Kenya zimekamata nafasi zipi au nafasi ipi? Sasa ziko mwishoni mwishoni, ziko chini kuanzia mia moja na mbili zimejipanga hapa. Za Afrika kuna Guinea kuna Namibia, Kameruni mia moja na nne Nigeria mia moja na tano halafu Senegal mia moja na saba Kenya na Uganda zimejipanga ikianza Kenya ya 115 na, na Uganda ya 116. Alafu zingine hapa za kuangalia Afrika kuna Zambia 131. Halafu sasa Tanzania yenyewe imekamata namba 136. Kwa hiyo katika nchi ya zenye furaha duniani Tanzania ni ya 136 kwa mujibu wa ripoti hii. Halafu kuna kuja Eswatini, Lesotho, Comoros, DR Congo yenyewe ipo nafasi ya 145, alafu inafuatiwa na Botswana, Zimbabwe, Malawi 144, uh, Sierra Leone 146, 147, ya mwisho ni Afghanistan. Kwao sisi tuko mwishoni mwishoni pia, ehe, kwa sababu ya mwisho ni 147, ambayo ni Afghanistan, alafu sisi Tanzania tupo 136, kwa hiyo ni sawa kusema kwamba ni nchi ambayo kwa mujibu wa hii ripoti moja kati ya zile nchi ambazo hazina furaha kabisa. CH Track wanasambaza magari bora yaliyoundwa na Maafrika kwa ajili ya Afrika kutoka China. Wanatengeneza malori yanayokidhi mahitaji yako maalumu. CH Track, ubora unaoaminika kwa bara la Afrika. Wasiliana nao sasa.